Tiserei, tuko hapa katika wilaya ya Micheweni na hasa katika ukumbi huu wa halmashauri, na nia kubwa ya kuja hapa ni kuja kwa ajili ya kukutana na walimu wakuu wote wa sekondari Zanzibar wa jumuiya yao ambao wanaitwa Juaseza, na tumekuja kutoa elimu kuhusu uanzishaji wa uh, klabu za kidijiti. Kwa hiyo tumekuja kuhamasisha walimu wakuu kwamba wapate mwamko wa kuweza kuanzisha hii klabu ya kidijiti katika shule za sekondari. Klabu za kidijiti uanzishwaji wake ni kama ambavyo tunaanzisha klabu nyingine yoyote ile kwenye maeneo yetu, kwa maana ya shule zetu. Klabu hizi ni jukwaa ambalo linakusanya wanafunzi ambao wanapenda masomo ya teknolojia ili kuongeza ueledi wa kidijiti. Nashukuru wamekuja kutoa elimu juu ya are harakati ama taratibu nzima kuanzisha clubs katika masukuli yetu. Na mimi nashauri walimu wakuu wenzangu, tukazianzisha hizo clubs, ili tupate mafanikio hasa katika kipindi hichi ambacho ni kipindi cha utandawazi na katika huu uchumi wetu wa uchumi wa bluu. Kutokana na huu ulimwengu tuliopo ambao msingi wake mkubwa umebebwa na TEHAMA, inabidi watoto kuanzia chini chekechea mpaka vyuo vikuu

waweze tuweze kwenda nao pamoja. Kwanza napenda nitoe fursa hii kuwashukuru sana watu wa TCRA kwa taaluma waliotupa leo, kuja na hii taratibu ya kuanzisha hizi klabu za kidijitali. Zitawasaidia wanafunzi wetu kuanza kukua, lakini kutumia ile elimu watakaoipata na ujuzi watakaopata katika kutafuta uchambuzi mbalimbali wa vitu yani. Sasa tunachokiendesha ni kwamba watoto atu watumie muda zaidi kutumia hizi mbinu za mitandao na mawasiliano mbalimbali kuweza kukuza kiwango chao cha Yaani tunasema watoto sasa wawe ni watafutaji na mwalimu awe ni kiongozi, yaani facilitator. Oye